Pembezoni mwa barabara, magari ya kivita yametelekezwa. Kwenye viwanja kuna vifaa vya kuuzia magari ya kivita. Sehemu ya mwisho ya barabara ya Kursk inayokaribia Soudja bado ina alama za vita. Leo ni siku nzuri ya kufanya kazi kwa utulivu, kwa sababu kuna upepo mkali. Ndege zisizo na rubani haziwezi kupaa kwa haraka na ukaribu kama kawaida, na zinahitaji muda mrefu ni rahisi kwetu kuziona zikija na kuziangusha. Kwenye gurudumu la gari la majeshi ya Urusi ya kikundi cha Chechen Akmat, imamu wa Kursk Isa. Siku nyingine, yeye na watu wake wanahamisha raia walionusurika kwenye mapigano. Warusi wamechukua tena eneo lao, lakini kila njia ni hatari. Kwenye gari, kifaa kinachotoa tahadhari ya uwepo wa ndege zisizokuwa na rubani kinaendelea kutoa tahadhari. Wanajeshi pia wamebeba silaha maalum za kuangusha ndege za kivita. Kifaa hiki cha kutambua kinatueleza kwamba tunafuatiliwa kutoka angani, kwamba ndege isiyokuwa na rubani inakaribia. Kwa sasa ipo umbali wa kilomita moja au mbili. Ndege zisizo na rubani ziko haraka sana, lakini inaweza kuwa siyo ile ya kushambulia bali ya kuchunguza tu. Hali inakuwa tulivu baada ya kifaa hicho cha kutambua uwepo wa ndege zisizokuwa na rubani kutulia. Kilomita kadhaa kutoka katika eneo la Suja, ghafla pembezoni, wanaume wanaonekana wakiangaika na nguzo kubwa ya mbao. Walianza siku mbili au siku tatu zilizopita. Wanaweka vikingi vya mbao wakifunga kati ya pande mbili na kufunga barabara kabisa. Kumbuka kwamba ndege isiyokuwa na rubani inaweza kuangusha kitu kizito kinachoweza kuirarua neti, lakini bado inasaidia. Naweza kusema kwa asilimia sabini, wakati wote inaokoa maisha. Pembeni mwa barabara, miili ya wanajeshi wa Ukraine. Kuku, paka na mbwa wanazunguka tu. Harufu inatoka kwenye majengo yaliyoteketezwa inasikika, na nyumba ambazo bado zinasimama ni chache. Sauti ya mapigano kutoka umbali wa kilomita kadhaa zinaendelea kusikika kwa namna yake. Tukiwa kwenye baiskeli au kutumia lori, tukipita tu, tunapita mili ya wanajeshi. Unyanyapaa wa vita vya mstuni vinaonekana hapa, unyanyapaa wa vita vya mstuni vilivyotokea hapa. Madaraja na vivuko viliharibiwa watu sasa wanavuka kwa miguu juu ya vizuizi vya muda vilivyojengwa juu ya maji. Imamu Isa kwa upande wake hana matumaini tena iwapo mji huo utaweza kuwa makazi ya watu kwa angalau mwaka mmoja ujao.